Asanteni sana wasikilizaji wangu. Niko kwenu tena mimi hosti wenu Mama Devota Minzi mchumi, uh, mbobezi, uh, mfanyabiashara kwa miaka zaidi ya 15 lakini pia ni certified financial educator kwenye mambo ya finance. Kwa hiyo leo hii nawaletea kipindi cha mambo kumi muhimu ya kuzingatia unapoanzisha biashara au unavyokuwa ndani ya biashara. Kwa kuwa mambo ni mengi na ni mazito na ni ya muhimu sana, hatutayazungumza yote katika kipindi kimoja. Leo tutazungumza mambo makuu matatu ambayo ni muhimu sana unavyofikiria kuanzisha biashara. Kwanza kuna ndoto na mikakati, strategy. Uh, dream and and strategy au vision and strategy, kwa lugha rahisi sana ni unapofikiria kuanzisha biashara, unaona nini mbele yako? Lakini pia una mikakati gani ya kuishi, mipango gani exact. La pili tutaangalia swala la masoko, utafiti, ulijue soko lako. Unavyoingia sokoni, una taarifa, unaingia una information ni kiasi gani, ni muhimu sana. Mfanya biashara usiingie kichwa kichwa, ya ukiingia kichwa kichwa utaanguka. Lakini la tatu ambalo tutalizungumza ambalo pia ni muhimu sana, ijue mifumo au miundo au structures za makampuni mm. Eh, kuna kuna miundo mbalimbali, kwa sababu biashara ni kitu ligo eh, na ina mifumo yake kadhaa. Sasa ndoto yako information zapo za soko ziendane basi na aina ya e biashara muundo unaotaka kwanza. Kwa hiyo haya ndo mambo matatu makuu ambayo tunazungumza leo, na mina bahasi tena ya kuwa na mgeni wangu Mr Amon Manyama ambaye ni chumi ndebezi katika mambo ya uwekezaji, mambo ya sm support. Sasa hivi ye ni mjenzi katika hii

kwa sababu tunafikiri vyote vina vina mahusiano katika swala zima ndoto kubwa ya Karakana Mkwanja ambayo ni World's Creation. E, kwenye World's Creation unahitaji pesa kwenye World's Creation, unahitaji kulinda pesa yako kupitia na pia unahitaji elimu. Sasa bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe mgeni wangu Mr. Amon Manyama aweze kuwasalimia wasikilizaji. Kama na shukuru kwa ukaribisho huo. Mimi naitwa Amon Manyama kama alivyonitambulisha, nimefanya kazi serikalini, nje ya serikali, mashirika ya kimataifa, lakini nami mwenyewe kama Mtanzania nimekuwa mjasiriamali. Asante sana. Sasa leo tunakwenda kuzungumza misingi mi ya biashara kwa kizungu, utaweza nikasema, what does it take to develop a sustainable business? yeah? misingi ni ipi? mm -hmm. kunajiwa watu wengi mm -hmm. yani, sometimes ukikutana na watu wanakopea biasharani biashara ni kweli, lakini changamoto pamoja na ugumu ni namna tunavyoanza, tunafanya misingi ya biashara tunazikatia. Basi leo chaomba tuanze na swala la vision. mm -hmm. Nice. Mimi hapa leo kama nataka kuanzisha biashara lazima niwe na ndoto, nataka kufanya nini? Nataka kuanzisha, lakini wakati huu lazima niwe na mikakati. Ndoto pekee ntaota mpaka na mchana. Sasa uzoefu wako vizuri sana. Waskzi sisi ni unajua, tuwazima tuna tuwa fas ata uh, yale, yale magumu tuliyapitia tufanye rais ya, yeah, asante. Umeshaeleza ume vizuri ndoto uh, vision. Ndoto ni kitu ambacho, ambacho unaangalia, una, una wewe mwenyewe katika maisha yako kama mjasiriamali au mfanyabiashara au mwekezaji unataka ki, kukifikia, ili wengine wanasema umeacha nini, legacy ile, kwamba mimi ndoto yangu ilikuwa kufikia jambo fulani na ndio ntaacha, imenielezea imenidefine kwamba mimi ni, niliweza ku wanasema success au achievement au mafanikio gani? Kwa hiyo watu wengi wana ndoto, ingawa tunasema tunaona kwamba watu wengi wana ndoto, mi nataka pesa, mi nataka pesa. Ukiwa na ndoto ya kupata pesa si mbaya, lakini pia angalia inaweza ikakuchanganya, kwa sababu uh, kuwatoa watu pesa ili zije kwako sio kazi rahisi. Kama ulivyosema, ndomaana biashara ni ngumu, unataka kuwatoa watu pesa zije kwako kwa hiyo hicho kitu si kitu rahisi, lakini ndoto nzuri ni ile ambacho kwamba nataka nisaidie jamii kitu fulani inachohitaji katika maisha yangu, ingawa hicho kitu kitanipa fedha. Kwa hiyo fedha itakuwa ni matokeo katika kutekeleza, kuifuatilia ndoto yako. Sasa kama zile fedha zitakuwa mabilioni au mamilioni, sawa uh ndoto inakuwa hivyo. Sa mkakati wake ni ile mipango, mpango yote unayoweka kwa mfano, eh, eh, umechagua aina ya biashara, taratibu nzima za kufuata ulivyojipanga, kwa maana ya we unatambulika na, kama nane je, unatambulika kama mfanyabiashara aliyejiajiri, mfanyabiashara aliyesajiliwa kama kampuni au mfanyabiashara mwenye hisa kwenye makampuni mengine, lakini bado unafutilia ndoto yako. Kwa hiyo kuna mifumo, yani sheria mbalimbali zinazomlinda mfanyabiashara mmoja, mfanyabiashara aliye na kampuni, mfanyabiashara aliye na mahisa. Serikali imeweka taratibu zote za kumwongoza mtu na kumlinda mtu, kwahiyo ye nakuwa sehemu na mikakati. Lakini pia unajua hivi vitu vinashikamana ndoto mkakati na anakuja mambo mengine mle ndani unapataje mtaji unapataje soko soko likoje napenda nielezee kuhusu soko kidogo mara nyingi watu wanasema tena kwa lugha ya kigeni nataka eh, access market yaani nataka niingie sokoni marehemu ruge kijana yule Mungu wa mrehemu aliwahi kusema vizuri, anzia sokoni. Lakini pia hata ukianzia sokoni soko halibaki vile vile, soko linaenda linabadilika. Kwa hiyo u unafanya utafiti au ufuatiliaji wa karibu kujua soko linabadilikaje, maana anzia no? kaa sokoni usitoke, litabadilika na utakuta wewe ulishakuacha kwa hiyo kuna, kuna vitu unaweza ukavitengeneza leo soko liko hivi, lakini kuna vitu pia ukafikiria na kuvitengeneza ukaviingiza, kwa maana ya kwamba hapo sasa unakuwa unatengeneza soko lako, kwa sababu unaanza kuingiza kitu kipya au kitu kile kile lakini kimetengenezewa vitu vingine vya ziada. Unaona no, no. Na vitu vingine ni vidogo. Kwa mfano, unaweza uh, kukumbuka wengine wameingiza juisi ya ukwaju juisi iliyokuwepo ni ya machungwa, lakini mwingine amechanganya ukwaju na machungwa. Unaona, sasa ile ni kwamba teknolojia sasa ndio inakuja, kwamba teknolojia inaanza kuwawezeshi kwako kuingia kwenye soko, kuweza kubadilisha yale yaliyoko sokoni. Kuna watu wana uwezo wafanya biashara na wawekezaji kubadilisha yale yaliyoko sokoni. Sasa hapo unalitawala soko, unaona unalitawala soko kwamba unaanza kulielekeza soko, ambazo soko ni watu, tabia za watu, matumizi ya watu, unaanza eh, kuelekeza na ndo pale wanapofanya watu marketing. Tabia zao unawapeleka kupenda kitu fulani, unaona wanaongezeka. Ulikuwa na watu mia leo wako mia hamsini. Leo hapo kuna uwezo fulani wa kuinfluence, wanasema wakuliingia soko na kulibadilisha huo uwezo upo. Kwa hiyo tuangalie soko, sio tu kwa kusema tu mimi nataanza juisi ya chungwa, soko likoje? Unaweza ukapata nafasi kwenye soko, lakini baadaye watu wanataka chungwa na limau au chungwa na ukwaji. Sasa hapo lazima uende ubakie sokoni, uendelee. Na wewe unabaki huku, kama ulikuwa na vifaa vya teknolojia vya kuzalisha chungwa, juisi ya chungwa, sasa inabidi uende vifaa vya kutengeneza ukwajwa. Kwa hiyo hivi vitu vimeunganaungana hivi vitu na lazima ucheze navyo kwa pamoja hivi vitu asante. yeah. Yeah, sana. Yani mi mwenyewe jamani, mi ndio Mama Karakana Mkwanja, lakini mi napata madini, yani mi napata shule, kama tuko pamoja, yani mi napata mambo safi hapa. Nimeipenda hii concept, anzia sokoni cool, lakini baki Yeah. Uki ukienda sokoni ukatafuta taarifa ukaondoka chacheushi apo, soko litakutoa litakutoa, lakini kwa hiyo anza sokoni, kaa sokoni, umechanganya na teknolojia. Hasa mi naona kuna muhimu sana wa kuongeza na swala kuwa, Be a permanent student. Mtu akujifunza kila siku yes, kila mara, kwa sababu kuliani umezungumza pale ya ukwaju umezungumza habari ya juisi, lakini utaona hao watu wanakwenda sasa kwenye mambo ya health, ah, watu wanakwenda kwenye mambo ya detox. Sawa, sa sasa, kama wewe utasema tu nyumbani kwetu, mimi natoka Tanga, ni tulikuwa tunakunywaga juisi ya machungwa umekazana tu na hiyo , lakini taarifa za sokoni zinasema ukitaka kufanya detox changanya juice ya machungwa na ukwaju. Na ukwaju. Sasa wewe hizo taarifa utazipataje, kama wewe sio msomaji, kama wewe sio mfuatiliaji wa mambo? Lazima ufuatilie mambo kwa karibu sana. Okay. Karibu sana. Na hii inanifundisha kitu kingine, teknolojia. Okay imetufanya information ziko kibaanjani kwetu, zio kwenye kwenye simu smartphone, simu janja, lakini kama huja ni package, kama huna vision na kurudisha sasa kwenye vision ya mikakati, kama huna vision kujua unakotoka wala unakoenda, hizi taarifa zinakwenda zinamwagika sijui uko kwenye Instagram vitu si, yani, mambo yanakwenda, yanakwenda hivyo yanabadilika, yani ni mengi kama uongozi na vishe, mm. Utapoteza muda na watu wengi wanapoteza bando, yani wee unakonda una scroll kila kijacho, tuende kazi hakikusaidia. Sasa tunarudi kwenye vishe, wewe mimi kama miyoo wewe kama Mr. Amon unavyofikiria kuanzisha biashara, unasukumwa na nini? What is your vision? Kwa sababu, kwa sababu kwa kuwa na vision kunakuletea focus. Sasa unavyokwenda kwenye taarifa simu, kutaangalia kila kinachopitiliza Mm. Utakwenda una search kitu kinachoendana na vision yako, dream yako, ndoto yako, ndi unaanza sasa kuwa expert. Yeah? Expert wa eneo lako, ikionasema ife manyama hapo, sio kwa sababu tu nakufahamu, kufahamu na kufahamu kontenti yako yeah? Nakufaaoi tu aina gani, you are a specialist sasa, yeah. Turudi tena kwenye vision. Huyu mfanyabiashara vision anayotakiwa kuwa nayo inatakiwa kusenta, hatukatai hakuna, hakuna biashara ambayo haina interest ya kutengeneza pesa, lakini natamani uiweke kurelate na huduma product and services unazoliletea jamii umeeleza huku nyuma kwamba pesa ni matokeo sokoni ma oh. So, kuna exchange. We unaofa nini, wateja wata exchange kukupa pesa. Turudi namna ya kumfanya mteja wetu, mtazamaji wetu anayetusikiliza ambaye anatamani kufanya biashara eh, lazima, hebu mwelezee kidogo namna ya kutafuta wazo ambalo halina sentimenti zake binafsi zinaliangalia soko ili soko limpokee, li exchange limpe pesa li ya nafikiri umewahi kusikia watu wanasema kwamba fursa zinapatikana kwenye matatizo um, au fursa zipo pale ambapo una uhitaji mkubwa eh? kuliko uwezo wa, wa wale ambao wanaotoa huduma au bidhaa. Sasa hapo ndipo unapoikuta sasa. Watu wote uh, wengi tunafahamu kwamba katika jamii tuliyomo, uh, ina changamoto hizi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni uwezo wa kujua mle fursa. Sasa hiyo inakusaidia kuwa na na, na ndoto kwamba tutumia mfano kwamba lakini kwa sababu ya bodaboda -boda, sasa hivi e, kuna ajali nyingi sana. Nakumekua na kumekuwa na walemavu wa viungo mbalimbali. Sasa fursa inakuja wapi hapo? Fursa inakuja kwamba itatakiwa iwepo miguu bandia itatakiwa iwepo mikono bandia, itatakiwa iwepo matibabu ya aina fulani. Unaona fursa. Sasa unaanza kusema hili, hili tatizo ni fursa, lakini linaendana na ndoto yangu ya kuisaidia jamii kwenye hili tatizo, lakini pia naiona pesa, pia naiona pesa ndani yake. Sasa hiyo ndo vision On, kumba, kuna tatizo, nina namna naweza kusaidia jamii kulitatua, lakini ndani yake pia naona kuna kipato ndani yake, kuna, kuna fursa. Asante sana, hiyo imekaa vizuri. Wanasemaga fursa. Sasa tuko kwenye Karakana Mkwanja, kwa hiyo fursa za pesa ziko kwenye matatizo. Matatizo naona unapiwa bahasha ya matatizo mm. Ukiyachukulia kama matatizo ukaanza kukimbia nayo kwa kucomplain, unasema kumepishana na gari la mshahara kabisa, eh? lakini ukichukua hii pake ya matatizo ukasema, ah, sasa bodaboda imeshakuwa boda. ni usafii, ndio sasa hiyo yako, na wote inatumia mm -hmm. lakini kuna ajali halafu, naona hizi helmet ambazo vijana wanavaa, kwanza ziko expensive, zinatoka nje, na sasa hivi bodaboda ziko nchi nzima sana kabisa. Hapo ni fursa ya kutengeneza helmet. Helmet nitatoa solution kwa jamii yangu, kuwaletea helmet ambazo ni nzuri zaidi ya zilizopo na ambazo zikuchipa zaidi ya hizi. Sasa ndo pale uliposema, yani, uwe mtu wa kujifunza kufuatilia yanayojiri kwenye soko na yanayojiri kwa watafiti na wazalishaji mbalimbali. Utakuta kwamba kuna teknolojia mpya ya kutengeneza helmet kwa urahisi zaidi na hata kuzisambaza kwa urahisi sana, ukapunguza e, gharama haca bei sokoni. Kwa hiyo wewe kama utakuwa wa kwanza kutafuta ile teknolojia sasa, hapa kuna kupata mtaji na kuinunua teknolojia na kuja kuisimika au kuingiza tu, ndipo hapo unapoanza kupata mafanikio kuelekea kwenye ndoto yako, na si kweli kwamba ndoto imenyoka na yenyewe ndo hivyo. Kujifunza ni muhimu kila wakati ili kuelekea, kwa sababu watu wakishajua pia kwamba wewe umeleta helmet za namna fulani za bei fulani, na na wao watafanya utafiti ili waingie kwenye soko hilo hilo. Habari ndio hii aihapa tu aidia mbili za biashara eh. Kuna watu hua wanaulizaga jamani, mi nataka kufanya biashara nifanye nini? Kwa hiyo leo katika kipindi chetu cha Karakana na Mkwanja, mgeni wetu ametueleza kwamba ndoto yako, angalia miyako, no, solushe ya biashara unavyouliza nifanye nini, angalia jamii yako inazungukwa na shida zipi, solushe usuruhishi wa yale matatizo yaliyopo, ndiyo utakuwa na Mkwanja. Sawa, usifikirie pesa mbili. Kwanza, value addition, solution ya changamoto. so, fikiria kwanza ya kwa mfano mfadhili wetu K Finance aliona ombwe kwenye mikopo. Nafikiri wengi historia ya Tanzania mnaifahamu kukosekana kwa mikopo kwa wajasiriamali, lakini sasa hivi eh, pamoa na mfadhili wetu K Finance kuingia, wapo na wengine pia, lakini pia hawa wanaotaka kukopa wanabadilika, wanakuja, wanaleta fursa mpya. Sasa mfadhili kama K Finance na yeye anazisoma zile fursa mpya, anaona mboja, nitengeneze product ya insurance, maa nitengeneze product ya watu ambao ni distributors, maa nitengeneze product ya watu ambao ni manufacturers, lazima eh? mchakato uwepo kuelekea, lakini anaelekea kwenye ndoto yake ya nini? Kuisaidia jamii kwa kuondoa tatizo la kukosa mikopo, lakini hmm, na humohumo naye anatengeneza nini? E, pesa. Yani pesa, tatizo sio pesa, tatizo ni wewe una, yani, unajua tuko sokoni, unakuzuiaje pale sokoni? umeondoka na nini Do we have something of value to accept? Yeah. Kama huna kila siku utakua kwenye kundi la labeshi, utakuwa kundi valabeshi. Naomba ni mzangu hapa, tuko kwenye Karakana Mkwacha. Nia yetu ni njema kupeana madini ya kutoka yeah. Lazima tutoke na kutoka, tutatoka kupitia souin tunazozineta, suruhisho solution, ni suruhisho la matatizo yanatuzuka na ndio maana wanasemaga nchi zinazoendelea kama hizi za kwetu, ni rahisi sana kuwa tajiri kwa sababu mm. bado tuna matatizo mengi na tuna watu wachache wa kuyamaliza, wa kuyapunguza Exacto. hayo matatizo. Kwa hiyo nzuri, tuko katika nafasi nzuri sana katika historia ya maisha teknoloji, teknoloji inakata yani, yanayo hapa ni Marekani China yana uwezo wa kuhapen Tanzania with very few adjustment, na kila siku tunavyoenda ndo gharama ya teknoloji inavyozidi kuwa rahisi nice. kwa hiyo kwenye hili swala la ndoto, ningependa tulimalize kwa kusema, ndugu zangu, wasikilizaji wangu, tuendelee kuota. Kuota hakuna mwisho, tuote kwa misingi ya kuleta solution za yale matatizo yanayotukabili. Ukileta solution, jamii itakulipa. Unaenda sokoni, una exchange, unawapa solution ya matatizo, nao unaupa pesa, then utajiri inakuwa ni isu ambayo ni strict yeah. Tutumie teknoloji vizuri yeah. Kuthink big na kuleta solution. Sasa baada ya kuweka sawa, natarajia sasa, ndugu zangu vijana, watu wazima, watu wa makamo, mnaonisikiliza, endeleni kuota. Bado nchi yetu inaendelea ina mahitaji mengi mengi mengi katika sekta. Fursa hizo zote ni fursa, matatizo yote tuliyokuwa nayo ni fursa. Ukiona kuna foleni, kuna fursa hapo. Ukiona watu si wanakula chakula, kijakaa sawa ni yani. Ukiona yani, hata watu wanatupa uchafu fulani pale, sasa kuna fursa pale. Katika jamii yetu na katika nchi zingine wanasema secure economy, yani, kwa mfano maplastiki nini. Nilikuwa naona vijana Kenya wanatumia plastiki kutengeneza tofali wanachanganya na mchanga na vitu vingine, lakini hatunachanganya na plastic, natoka tofali imara kwelikweli, kweli kweli la kawaida. Kwa hiyo fursa ni hasa utaiona pale kwenye tatizo lililopo, lakini hasa ukijiongeza, kuongeza maarifa yako, yani hiyo swala ya kuongeza maarifa kulikwepi au uchukue watu wanaokushajiongeze maarifa uwatumie, au wewe mwenyewe uongeze maarifa na, na maarifa kutafuta maarifa ya kutafuta mtaji ha? Pesa haitadondoka tu kwamba mtaji huko hapa, lazima pia uongeze maarifa ya kutafuta mtaji. Watu wanafikiri, watu wengi, wajasiriamali wengi, wengi, wengi na w wanafikiri kwamba kupata mtaji hakuhitaji kuongeza maarifa katika kutafuta mtaji, hapana. Ha, kuna jamaa mmoja ha, kwenye mitandao nanasema kwamba aliandika kitabu how to make money, namna ya kutoeza pesa, lakini nilipofika kukiprinti kile kitabu akaenda kuomba pesa, jamaa akamwambia, sasa kitabu ni juu ya namna ya kupata pesa, sasa unakuja tena kwangu tena? Siitakua upate jibu umo umo kwenye kitabu chako. Kwa hiyo kupata mtaji bwana, na kwenye kuna maarifa nishoghole eh, lingine lazima ujenge maarifa, eh, ya, ili limekaa ili, ili vizuri limekaa vizuri. Jamaa zangu, ndugu zangu, wasikilizaji wangu, kila siku pambana kuongeza maarifa. Bila maarifa, eh, fursa zitakupita kwa sababu soko haliko stati, kila siku linabadilika. Utaweza tu kubaki sokoni kwa kuwa na maarifa ambayo nayo yanakwenda sambamba na wewe. Asante sana.